Siku ya malaria duniani mara zote huendelea kuadhimishwa kila mwaka pale inapofika tarehe ishirini na tano mwezi Aprili, ambapo ni siku ambayo na sisi kama nchi Tanzania tunaungana na ulimwenguni kote kufanya maadhimisho ya kumbukumbu kumbu ya mapambano dhidi ya ugonjwa huu wa malaria. Aidha, siku hii tunaitenga hasa katika kukusudia kufanya tathmini ya utekelezaji wa mikakati na afua mbalimbali za kudhibiti ugonjwa wa malaria katika taifa letu, lakini ni siku ambayo tunapata nafasi ya kuyatazama pia mafanikio ambayo tumekwisha kuyapata kutokana na juhudi za serikali, lakini sio serikali peke yake. Uh, mapambano haya tunafanya pia kupitia juhudi za wadau, lakini ni siku ambayo pia tunaitumia kuangalia changamoto zilizopo na mikakati yetu na jinsi ambavyo tumejipanga kukabiliana na changamoto hizo. Siku hii pia hutumika kutoa elimu na hamasa zaidi kwa jamii juu ya afua ambazo zimependekezwa zinatekelezwa na wajibu wa makundi mbalimbali katika kupambana na ugonjwa wa malaria katika nchi yetu ya Tanzania. Sasa kauli mbiu ya mwaka huu inasema malaria inatokomezwa na sisi, wekeza, chukua hatua, zero malaria inaanza na mimi. Kauli mbiu hii inalenga katika kusisitiza kuongeza uwajibikaji wa pamoja, lakini sio tu uwajibikaji wa pamoja, ni uwajibikaji wa pamoja ambao ndani yake unatija na unaweza kuzaa matunda katika mapambano dhidi ya ugonjwa wa malaria kwenye taifa letu, lakini umuhimu wa kila mmoja wetu, mimi wewe na Mtanzania mwingine yeyote kuchukua sasa hatua stahiki na kushiriki kikamilifu katika mapambano dhidi ya ugonjwa wa malaria kuelekea malengo ya kutokomeza ugonjwa huu ifikapo mwaka elfu mbili na thelathini. Na tumemsikia hapa me, a, kaimu meneja wa programu zetu anasema haya ni malengo ya kidunia Millennium Development Goals. Tunapewa maelekezo na ulimwengu mzima kufanya kazi kwa pamoja kuhakikisha inapofika mwaka 2030 sisi wote mataifa yote kwa pamoja tuwe tumehakikisha katika nchi zetu tumetokomeza magonjwa haya, na hasa haya magonjwa ya kuambukiza. Lakini takwimu hapa nchini zinaonyesha kiwango cha maambukizi ya ugonjwa wa malaria kimeendelea kupungua kwa takribani upungufu wa asilimia 45 kutoka asilimia 14.8 kwa mwaka 2015 215, na, na sasa tumeweza kufanikiwa kufika asilimia 8.1 kwa mwaka 2022. Takwimu hizo zinaonyesha pia kwamba mkoa wa Tabora bado unaongoza kuwa na kiwango kikubwa cha maambukizi ya malaria kwa asilimia ishirini na tatu lakini unafuatiwa na mkoa wa Mtwara wenye kiwango cha maambukizi kwa asilimia ishirini na mkoa wa Kagera wenye kiwango cha maambukizi cha asilimia kumi na nane unafuatiwa na mkoa wa Shinyanga wenye kiwango cha maambukizi cha asilimia kumi na sita na unafuatiwa na mkoa wa Mara wenye kiwango cha maambukizi cha asilimia kumi na tano. Lakini tunaendelea kujivunia mafanikio ya kazi nzuri inayofanywa na serikali yetu na afua ambazo tulizonazo. Bado tuna, kiwango, tuna mikoa yenye kiwango cha chini cha maambukizi ya malaria ambayo ni chini ya asilimia moja. Sasa mikoa hiyo ambayo kiwango cha maambukizi ni chini ya asilimia moja ni pamoja na mikoa ifuatayo: mkoa wa kwanza ni Arusha, mkoa wa pili ni Manyara mkoa wa tatu ni Kilimanjaro, mkoa wa nne ni Dodoma, hapa tulipo makao makuu ya nchi e, hapa napo tuko salama, kwa hiyo tunaweza kujivunia. Lakini vile vile kuna mkoa wa Songwe, kuna mkoa wa Mwanza, lakini hata kwenye jiji letu la Dar es Salaam nako kiwango cha maambukizi ni chini ya asilimia moja, mkoa wa Iringa, mkoa wa Singida. Yaani, hiyo ndio mikoa ambayo kiwango cha maambukizi ni chini ya asilimia moja, na hilo ni jambo kwa kweli la kujivunia. Lakini unaona, mikoa hiyo mingine iko hapo katikati, ile maambukizi yako kiwango cha juu tumeisema, lakini hii ambayo maambukizi ni chini ya asilimia moja tumesema. Kwa hiyo hao wengine wako hapo katikati. Yapo mafanikio ambayo yamepatikana kupitia utendaji mzuri wa serikali yetu ya awamu ya sita, usimamizi mzuri wa mheshimiwa Rais wa, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na amiri jeshi mkuu, katika mapambano haya, lakini juhudi za usimamizi kupitia wizara yetu ya afya, lakini vile vile uh, wizara yetu ambayo ni ofisi ya rais Tamisemi, lakini nashukuru wawekezaji mbalimbali na wadau mbalimbali ambao tumekuwa tukichanganya afua moja baada ya nyingine na hasa katika kuhakikisha kwamba tunatekeleza mikakati ya kupambana na ugonjwa wa malaria hapa nchini. Yafuatayo ni maeneo ambayo kwa kweli tunaweza kujivunia kama mafanikio. Eneo la kwanza kwa juhudi za serikali yetu ya awamu ya sita, uongozi thabiti wa mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, utendaji kazi wa wizara yetu ya Afya, lakini TAMISEMI na wadau wetu mbalimbali, tumeweza kupunguza idadi ya wagonjwa waliothibitika kuwa na malaria kwa asilimia arobaini na tano kutoka wagonjwa milioni sita kwa mwaka elfu mbili na ishirini hadi kufikia wagonjwa milioni tatu nukta tatu kwa mwaka elfu mbili ishirini ishirini na nne. Kwa hiyo hiyo ni dalili nzuri kwamba tunapambana, tunaendelea kudhibiti na udhibiti mkubwa. Kiashilio cha kwanza ni kupungua kwa wagonjwa, lakini eneo la pili <coughs> ni kupungua kwa wago, idadi ya wagonjwa wanaolazwa kutokana na malaria kwa asilimia thelathini na tatu kutoka wagonjwa laki tatu na, sita, mia sita thelathini na tatu kwa mwaka elfu mbili na ishirini hadi kufikia wagonjwa laki mbili na sita, mia nne, hamsini na tatu kwa mwaka elfu mbili na ishirini na nne. Sasa kupungua kwa idadi hiyo ya wagonjwa wanaolazwa kwenye vituo vyetu vya kutolea huduma <clears throat> hiyo pia ni dalili ya mafanikio, kwa sababu udhibiti umekuwa mzuri. Lakini hata wagonjwa wetu wanapo wanapopata huduma hizo kwa wakati, inasaidia kupunguza makali ya ugonjwa huu wa malaria lakini eneo jingine ambalo kwa kweli tunajivunia kwamba tumeweza kufanya vizuri ni kuendelea kupungua kwa idadi ya vifo vitokanavyo na ugonjwa wa malaria kwa asilimia 39, kutoka vifo 2460 kwa mwaka elfu mbili na ishirini na tumefika vifo elfu moja mia tano na tatu kwa mwaka elfu mbili na ishirini na nne. Kwa hiyo hilo ni eneo ambalo pia ni kiashiria cha mafanikio yetu kwenye mapambano haya, na tunazidi kusonga mbele na kama mlivyosikia, tunatakiwa tupambane tufike kwenye malengo ya kidunia. Eneo jingine ambalo tunaweza kuona kama ni kiashiria cha mafanikio ni kuongezeka kwa mikoa yenye kiwango cha maambukizi ya malaria chini ya asilimia moja. Ile niliyoisema tulikuwa na mikoa mitano mwaka elfu mbili na ishirini, sasa tumefika mikoa sita mwaka elfu mbili na ishirini na nne. Lakini ongezeko ambalo linatupa matumaini zaidi ni hali ilivyo katika halmashauri zetu katika halmashauri zetu tumetoka halmashauri 36 kwa mwaka 2020 na tumefika halmashauri 51 kwa mwaka 2024. Kwa hiyo halmashauri hizo 51, kiwango cha maambukizi ni chini ya asilimia moja. Kwa hiyo jambo hili kwa kweli ni kiashiria na alama nyingine ya kwamba tunazidi kusonga mbele na tunataka kuhakikisha sasa halmashauri hizi tunaendelea kuzipunguza na kushusha maambukizi kuwa chini ya asilimia moja kwa nguvu zote, kwa kadili tunavyoendelea kujipanga na mkakati wetu tulionao wa kupambana na malaria nchini. Lakini eneo jing... ambacho pia ni kiashiria kikubwa ni kuimarika kwa upatikanaji wa huduma za kupima ugonjwa wa malaria kwa kutumia kipimo kinachotoa majibu kwa haraka, zile rapid testing kits. Lakini vile vile tumehakikisha tunaimarisha upatikanaji wa dawa za kutibu malaria kwenye vituo vyote vya kutolea huduma za afya hapa nchini na kama mnavyofahamu, kwa juhudi ambayo imefanywa na uwekezaji mkubwa ambao umefanywa na serikali yetu ya awamu ya sita, sasa hivi takriban asilimia sabini na tano mpaka themanini ya Watanzania wana uwezo wa kupata huduma za afya kwenye vituo vyetu ambavyo viko kwenye umbali wa kwenye maeneo wanayoishi na hilo ni eneo jingine ambalo tumefanikiwa. Kwa hiyo hata huduma hizi za tiba, huduma za kinga zimeweza kupatikana. Lakini eneo jingine ambalo tumeweza kulifanyia kazi vizuri pia, kingine cha mafanikio ni kuimarika kwa upatikanaji wa dawa na bidhaa muhimu za malaria kwenye vituo vyote, vyote vya umma vya kutolea huduma ambapo kwa sasa upatikanaji wa bidhaa hizo ambazo zinatumika katika tiba, vipimo na masuala yote yanayohusiana na, na ugonjwa wa malaria tumefikia asilimia tisini. Sasa, ndugu zangu wana habari, kuwa na mafanikio ni swala moja, <coughs> lakini kulinda mafanikio hayo hilo ni swala jingine la msingi. Sasa sisi tunasema, ili kuweza kudumisha mafanikio yaliyopatikana lakini vile vile kuongeza kasi ya kushusha kiwango cha maambukizi ya malaria hapa nchini, wizara yetu, wizara yangu, wizara yenu, wizara ya afya katika nchi yetu ya Tanzania inajitahidi kufanya kila linalowezekana kuendelea kuratibu utekelezaji wa mpango mkakati wa malaria wa miaka mitano ambao tulijiwekea malengo toka mwaka 2021 hadi kufikia mwaka 2025. Na, na mpango mkakati huo umeainisha mikakati sita ya udhibiti wa malaria na miongoni mwa masuala yanayojionyesha katika maeneo hayo sita ya kimkakati ni pamoja na haya yafuatayo ambayo kwetu sisi tunaona ni maeneo ya msingi ya kimkakati ya kupambana na tatizo la malaria hapa nchini. Jambo la kwanza ni kuzuia maambukizi ya malaria na kudhibiti mbu wa enezao malaria. Ukiweza kuzuia na hasa kwa kuwadhibiti mbu nafikiri uh, spidi yetu ya kufikia malengo ya kidunia, lakini na kupunguza kwa kiasi kikubwa maambukizi ya malaria, tutakuwa tumefanikiwa.